Habari njema, uh, kama ambavyo uh, Azam imeendelea kukuletea huduma mbalimbali mbali, uh, bidhaa pia bora, na moja kati ya huduma ambazo pia imekuwa ikitoa ni pamoja na huduma za ice cream, ambazo zimekuwa zikizalisha bidhaa hizi uh, kwa namna mbalimbali. Moja kati ya bidhaa pendwa pia uh, katika ambazo zimekuwa zikitolewa sasa, tafahamu kwa kina zaidi kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakifanyika ili Uh, uweze kupata hayo yote na hapa studioni tunaye James Matola ambaye ni meneja masoko wa Azam Ice Cream. Karibu sana. Asante sana Hilda. Karibu sana, sana, yes. Wanasema watu ambao ukitaka kupendwa na watu wote wote. Uza ice cream. Ama ukitaka kuwa na furaha. Kwa hiyo James anajua hakuna mtu anayekuchukia kaka. Kabisa. Azam Ice Cream, unafikiri moja kati ya watu wenye bidhaa pendwa uh -huh. E, ni Azam, tunafanya vizuri kwa kweli, tunafanya yeah. vizuri, sio Tanzania tu mpaka nje ya mipaka ya Tanzania tumefika mm. yeah. sure. sehemu nyingi mm tumefika Rwanda, Kenya, Burundi, Kenya kwa upande wa Mombasa sahii pia mm -hmm. tuna mpango wa kufika mpaka Nairobi mm -hmm. yeah. tuko pia Mozambiki. mna experience ya muda gani? yes. kwenye soko Uh, officially kabisa ni kuanzia elfu mbili na nne. Okay, kupiga hesabu mpaka sasa nadhani kama miaka ishirini na moja hivi Miaka ishirini na moja sio mchezo, umri wa mtu mzima kabisa. Imekuwa ni safari ya namna gani? Uh, mwanzoni uh, ilikuwa rahisi sana, tulikuwa tunapanda yeah. tu kwa sababu ni kitu ambacho tulikianzisha tuliki, kilikuwa hakipo yeah. umeshaona ya, lakini muda walivyozidi kwenda, unajua watu wengine wanaona mnavyofanya vizuri, na wenyewe wanapata ideas, wanakuja kufanya pia. So ukiangalia sasa hivi tuna tuna ushindani. Kuna ice cream zinatoka nje ya nchi zinaingia Tanzania ya, mm -hmm. Kuna wengine hapa pandani pia wanazalisha, lakini still we are the best. Sure, halina upinzani na sio kwa Tanzania tu mm -hmm. hata baadhi ya mipaka, mfano msum, msum, ukiangalia uh, Msumbiji au ukiangalia zamani pia tulikuwa pia Zambia kuna yeah. ice cream zilikuwa zinaingia za kutoka South Africa yes. pia tulikuwa tunazishinda mm -hmm. yeah, kwenye mauzo na mbali na ubora uh, wa bidhaa hiyo, moja kati ya uh, kitu pia ambacho Azam Ice Cream imetatua ni pamoja, yes. pia na hata swala la ajira, yes. uh, wapo vijana wengi pia ambao wamejiajiri uh, kupitia hili mm -hmm. uh, mnaliona ama ni kwa vipi mnajivunia? Uh, kwa kweli kwa mifumo yetu sisi ambayo tumeipanga na jinsi tunavyofanya uh, mfumo wetu wa kibiashara tumetoa ajira nyingi sana, nyingine hata tuzijui kama tumezitoa lakini tumezitoa ukiacha kuwawezesha watu wadogo wadogo kuweza kufanya hii biashara ya ice cream na kujipatia kipato, lakini pia kuna wale ambao una, ukitembea kwa mfano Dar es Salaam utaona mabegi, kila mtu yeah. ana mabegi yeah. yeah. Wale wanatengeneza pesa nyingi sana wale watoto, kiasi kwamba kuna baadhi waliacha hata kuendesha bodaboda kuingia kwenye biashara ya ice cream. Na sio sio Dar es Salaam tu, ukienda Arusha, ukienda Kahama, ukienda Mwanza, yani Ta, Tanzania tumeikava kwa ujumla. Kwa hiyo kwa haraka haraka kusema, nitakupa idadi ya watu ambao tumeajiri kwa sababu tuna mfumo wa maagent wetu alafu maagent pia wana masabu agent na wote wameajiri, ni watu wengi mno kwa kweli. Sawa sawa, yes. mm -hmm. mm -hmm. so, so. Uh, sawa, kwa sasa tuna jua tu kwenye msimu wa Sabasaba lakini saba, uh, kama alivyosema mwenzangu mwanzoni pale kwamba kuna habari njema eh, na watu wanatamani kujua katika msimu huu wa Sabasaba kuna kitu gani ambacho mmewaletea wateja wenu uh, Ukiacha mauzo sisi, yeah. kama kampuni huwa hatufanyi mauzo kipindi cha sabasaba, okay. uh, maajenti wetu ndio wanakuja kufanya mauzo pale. Sisi tupo pale kwa ajili ya kuna watu wengi hawajui jinsi ya kutupata, oh, yeah. hawajui jinsi ya kuwafanyeje kutupata sisi kuanzisha biashara, though tupo kwenye mitandao lakini haitoshi. mm. kwa hiyo tuko pale kama platform Okay. Watu wote ambao wanahitaji wana, wana kufanya biashara yetu ya ice cream au kujua kuhusu uh, Azam ice cream na uzalishaji wake na kila kitu hmm. Wanafika pale, timu yetu iko pale, itawapokea itawapa mdada vuo jinsi gani ya kuanzisha hiyo biashara yes. hmm. hmm. Sasa kuna bidhaa mpya vingine of course, tuna uh, tu, almost kila mwaka tunaanzisha vitu vipya yeah. E, lakini kwa sasa hivi, recently tumeanzisha uh, premium, premium ice cream, kwa sababu ice cream zipo za aina mbili, kuna za kawaida na kuna za premium, kwa hiyo yeah. Kwa upande kwa wa premium tumeanzisha ice cream tash uh, tofauti na unaweza ukazipata katika 1 liter 5 liter, na 150 mils. mm -hmm. so no, si no. kwa familia si lita tano pia ambayo ni Ni brownie fudge. Ni brownie fudge. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sawa, alafu kuna, kuna, kuna mocha crunch okay. na cookie crumble. hizo okay. ni mpya, ni super. Super yeah. ice cream, safi yeah, kabisa uh, yeah. uh, yes. Nis, ice cream nzuri sana <laughs> Ubora wa kimataifa. Lakini, kwa hiyo sisi, bwana, kiukweli kabisa kwenye ubora tumezingatia sana, na kauli mbiu yetu sisi we do not compromise kwenye quality. Yeah, na fikiri bidhaa bidhaa zote za of course za of course, BSS zote yeah, of course uh, yeah as za za SSB sorry, SSB, so yes. Uh, as a compromise kwenye ubora kwenye quality mm -hmm. Yes. na uzuri yeah. Hata pia gharama inakuwa ni nafuu lakini ina, ubora unakuwa wa uhakika yes. Yeah. ni mm -hmm. E, wateja wateja wapo wengi ambao pia wamekuwa wapenzi wa bidhaa za Azam ice cream yes. Nini ambacho pia uh, mna, mnapenda hasa uh, wafahamu kuhusiana na bidhaa ambazo mmekuwa mkizalisha? Mm, mimi kikubwa ambacho naweza nikasema ni kwamba wasiwe na wasiwasi na ubora wa bidhaa zetu, kwa sababu sisi wenyewe ambao tunazipush kuziuza pia majumbani mwetu zipo, watoto wetu wanatumia. Mi ukija nyumbani kwangu, yeah, friza yangu friji yangu ni tumejaa vitu vya ajabu. Unapata wageni wengi sana siku za wikendi. Mimi friza yangu ikauki lita imekaa pale, aiskrimu iko muda wote. Yes, watoto wanafurahi tu kabisa kabisa. Yes, unajua kuna kuna ile notion kwamba bidhaa uh, <coughs> wanawake Deo. Sisi wazee, watu wengi, unajua hawajaijua ice cream vizuri bana, haina umri hmm. Yayo naongeaga kila siku, haina umri, kila mtu anakula sasa. okay. yes, hmm. yeah, okay, mtoto mdogo ana sina watu wazima yeah. We need to eat ice cream, brother, yeah. muhimu sana yes, mm. kwa hiyo ice cream haina umri, yani haina umri kabisa, hata sisi kwenye mauzo yetu ukiangalia mm. kwenye mashule hatuuzi sana kwenye watoto kuliko mm. kwa watu wazima mm. yeah. tunauza zaidi kwa wakina mama na wakina, wakina baba sio sana lakini wakina mama na watoto tunauza kwa wakina zaidi. baba unawaambia nini kuhusu tamaduni wa kula ice cream?

pengine uh, wakifika pale kwa sababu sisi uh, banda letu la Sabasaba miaka yote wakati, ni banda hilo hilo moja tubadilishaji kwa hiyo yeah, yeah. Wakifika pale wakisijajua hata mtu ataingilia upande gani pale kuna kama pande... la Azam, kuna na, za kuingilia na, na, na, zote? Yeah. Wakifika pale tuwakiulizia banda la Azam watafika pale watakuta bidhaa okay. Zote za Azam mm -hmm. Azam TV wako pale Azam Biscuits, Azam Ice Cream kila kitu. Yeah. Na, na, kitu, yes. Sasa, mm-hmm. Kuna kitu kuna baadhi ya wapenzi James wakindakindaki wa ice cream wa, yeah. wa, wa, wakinda wa yes, yes. tupo, wa <laughs> tupo he, <laughs> yes, na mimi nikiwemo, yes. Sasa, kuna kitu kimoja unajua, uki, ukizungumzia ice cream za, za Bakhresa zipo mm. nyingi mm. na inawezekana ina, ina, ina, kuna mmoja ambao unakuta mtu binafsi ane? anaipendelea zaidi Deo. Lakini baadae inakuja inaadimika ina au, au inakuwa haipatikani kwa wingi, hebu yeah. tuambie nini huwa inatokea, maana eh, <laughs> okay. mi kuna moja ambayo kukweli <laughs> nitamwelezea <laughs> nimeitafuta <laughs> na ikosa sasa hata yeah. ile kiu uh, ya kukamilisha. Najua hata dadangu kaziji hapo yeah. nyuma ya kamera kuna yeah. nyingine, nayo ameniambia, bwana, mbona sioni siku hizi? ile ile ilikuwa kula siku ile <laughs> <laughs> niliokuwa naitafuta zamani, sio yeah. yeah, zamani yeah. eh, zamani sana say, hii shida imeanza kutokea miaka ya karibu, baada pia ya, ya kuongeza volume katika uzalishaji uh. kwa sababu biashara bi, bi, inakuwa watumiaji wanaongezeka, yeah. Umeshaona? Kwa hiyo tunapokuwa tunaongeza uh, ujazo wa kuzalisha mm. Tunajikuta masupplier wengine wanashindwa ku, ku meet sawa target mm. Kwa hiyo bitu change supplier. Kwa hiyo unapochange supplier wa kukuletea raw materials kuna changamoto pale, kwa sababu inabidi na wewe utaki ku, ku compromise kwenye kwenye test kwenye quality. Umeshaona? mm. Kwa hiyo unakuta unapochange supplier mmoja kwenda supplier mwingine kuna kipindi bidhaa inakosekana ili kuhakikisha kwamba ladha ile ile iendelee kuwepo. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tulikuwa tunaipata. Sasa hivi tumejitahidi sana kuepuka masupplier wa nje, tumeanza kupata masupplier wa ndani kwetu, sisi inakuwa rahisi kidogo kwa sababu nje kuna changamoto, una, una, unaangalia kuna kitu kinaitwa ordering level. Unaangalia bidhaa ambazo bidhaa ambayo sasa hivi unaizalisha let's say pengine kulba. Sawa? Ingredients zake unaziagiza let's say Uturuki. Mm -hmm. Umeshaona. Uh -huh. Sasa kitu, kipindi kile cha kuagiza kitu kutoka Uturuki mpaka kinafika hapa ina, unakuta inashuka mpaka miezi minne muda mwingine. Uh -huh. Sasa ukipiga hesabu ukikosea pale kwenye hesabu tu. Ukikosea pale kwenye hesabu utashangaa huku mzigo unakata, kule mzigo haujafika. Uh -huh. Yeah umeelewa point yangu? No. Yes, kwa hiyo inatukuta ina sana, h sasa hivi tumejitahidi tunatumia masupplier wa ndani wakati mwingine. Nyingine, nashukuru, asante. Eh, na ndugu yangu yuko pale anaitwa Richard naye hmm, pia anataka ice cream icctuakamiliha hivyo. James, nakushukuru sana na tukiwatembelea pia ya Sabasaba pale utawakuta, lakini pia katika ofisi mbalimbali za um, Azam Ice Cream ambazo zinapatikana Magomeni na katika maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia unaweza kuwasiliana nao uh, ukapata uh, huduma hiyo popote pale ambapo upo ndani ama nje ya Tanzania. Tuna